Ilikuwa ni sisi tu kuvichukua kuzaliwa kuja katika mwili tuweze kuvionyesha katika ulimwengu huu kwamba hivyo vitu ambavyo Mungu alikuwa ameshatupa wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa baraka zile tuma tumeona hapa, mbingu zinafahamu, kama mbingu zimefahamu katika kiti cha enzi, na Yesu Kristo ndo amekuwa mtu wa kuzibeba zile baraka zote katika kile kitabu alichozofungua na vitu vyote, na kuimwaga damu yake, maana yake alikuwa amefungua hiyo milango na hata unaona wakati kitabu hichi cha Waefeso kinasema vilishakuwepo toka awali, lakini alitakasa zile baraka baada ya damu yake kuimwaga, ikali kwamba ziweze kuwafikia wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Je, kitabu cha Wagalatia kinazungumzaje sasa, hizo baraka huwa zinakujaje kuwapata wanadamu? Naomba tusome kitabu cha Wagalatia tatu mstari wa kumi na mbili mpaka kumi na nne. Bwana Yesu asifiwe. katika kitabu cha Wagalatia 3 mstari wa kumi na mbili mpaka wa kumi na nne naomba nisome katika jina la Yesu. Na torati haikuja kwa imani, bali atendaye hayo ataishi katika hayo. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu aandikwaye juu ya mti ili kwa mbaraka ya Ibrahimu iwafikie mataifa katika Yesu Kristo, tutapokea ahadi za roho kwa njia ya imani. Bwana Yesu asikie sasa. Hapa unaona kwamba kitabu hichi cha Wagalatia kinajaribu kuzungumza baraka zile zile, ahadi zipo, je, zinamfikiaje mwanadamu? Hizi baraka haziwezi kuja hivi hivi, kama zimesha, tumeona katika kitabu kwamba zipo zile baraka, tukakumbwa kwa misingi ya ulimwengu. Damu ya Yesu imemwagika zikazitakasa, ikafungua mlango kwamba hizo baraka zije, lakini haziwezi kuja hivi hivi tu kwenda kwa mtu moja kwa moja, lakini zinahitaji mlango wa imani, ndio ziweze kumfikia mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpaka hapo tunaona kwamba baraka si kitu chepesi tu cha kusema unalilia unakihitaji, lazima ufahamu mfumo jinsi ulivyo wa mbingu, unaiachiaje baraka mpaka kukufikia na mpaka kuipata, na kama ziko wazi zikishakuwa wazi, baraka hizo za misingi, nani muasisi wa hizo baraka? Je, unaonekanaje kwenye hizo baraka? Maanake imani ndio inayohitajika kuweza kuipokea hiyo baraka ili iweze kutufikia. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa tunaambiwa inakuja kwa njia ya imani, lakini ukisoma mstari wa kumi na moja huo mpaka wa kumi na mbili kufikia hapo, tunaambiwa kwa zamani baraka zile katika kitabu cha Torati zilikuwa zinawafata kwa kuheshimu Torati sasa kule leo tunaambua imani lakini wale walizipata kwa sheria. Maana yake ni hivi, kama kuna watu walipata baraka kwa kuzingatia sheria na sisi tunaipata baraka kwa kuzingatia imani, maana yake sisi tuna samani kubwa, tuna ukubwa mkubwa zaidi, tumeweza kufunguliwa zaidi ili Yesu Kristo aweze kutubariki. Iko hivi, anapozungumzia katika torati ni mfano, ni kwamba utakumbuka wale wagonjwa ambao walikuwa wengine, kuna yule mama mmoja alikuwa ni mnyonge, anaingia ikaruni Mafarisayo wanamkataza wanamwambia, hatuwezi kukuponya wewe. Maana yake sheria ya kipindi kile ya wayahudi ilikuwa hamhitaji mtu aweze kuponywa akiingia ndani ya madhabahu kwa sababu ni mnyonge, lakini Yesu alipokuwa anakuja kwa ajili ya imani, maana yake alikuwa anaichota ile sheria ya Wayahudi, anaificha kwake yeye, anaichukua anasema, nakupa mamlaka kwamba unaruhusiwa kupona leo. Wale Wayahudi kipindi kile walichokuwa wanafanya wanamwambia hivi, leo ni siku ya Sabato, haturuhusiku kuponya walikuwa wanawekea vizingiti vingi, sheria nyingi, mambo mengi, lakini Yesu alipokuwa anakuja alikuwa anaondoa vile vizingiti vyote, ile mipaka yote anaiondoa, ndio wanaweza kubarikiwa kwa njia ya imani. Sasa na jaribu kukuonyesha kukuonesha, hivyo ni kwa sababu gani? Kwamba kwa mfano leo hii we unaweza ukaenda kuomba ajira sehemu, mtu akakwekea masharti mengi sana, akakwambia nahitaji mtu mwenye GPA ya kiasi hichi, nataka mtu mwenye saliti, mwenye uwezo huu mwenye ukubwa huu ndio niweze kufanyaje kumpa ajira. Lakini kuna mwajiri mwingine anaweza akakwambia, wewe ingia, sihitaji mambo yote hayo, we kaa tu, fanya kazi, manake amekupa kazi, manake kaondoa masharti, kaondoa mipaka yote na mambo mengine yote, kakupe ile nafasi ya wewe kuweza kuhakikisha kwamba umeipata hiyo neema. Sasa nimeku tumejaribu kuzungumza hapa, ili kwamba uweze kuona kwamba imani ni nini, manake ndani ya imani Yesu aliificha sheria ya Torati akawa mzamana mbele za Mungu akasema, tukisimama kwa, kwa mfumo wa sheria hii ya torati ha, wanadamu, hawa wanadamu hawaruhusiwi hata kupata baraka zako. Kwa hiyo Yesu akasema, Mungu hii sheria naiweka kwangu mimi ibebe na ifiche hapa, watakuja kwa imani. Manake kuja kwa imani ni kwamba ikiwa watasikia neno la Mungu na kulitii na kusikiza sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa kinachoamua wewe hii leo hii manake sisi sasa tuna upana mkubwa juu ya maisha yetu. Yani, imani tu ndio inaweza katuletea hizo baraka zote. Maana yake kuna mtangulizi pale, kuna mtu amekaa, kama nilivyokupa ule mfano, kama unaenda kwenye ajira, mtu anakuwekea mashariti mambo mengi na kila kitu vingi, lakini sasa kinachokusaidia pale ni ile sheria. Bwana Yesu asiwe, kinachokusaidia ni ile imani. Maana yake kuna mtu anasimama na itoingwe ile sheria. Kwa mfano labda kitu kingine nikupe mfano rais, sisi wazee wa kanisa tunaweza tukakuwekea sheria tukasema bana, sisi tumekufungia kutokana na moja mbili tatu, lakini ukienda kwa mchungaji mchungaji yeye anaweza akatengua sheria yetu, akaimeza ile sheria wazewa, ya wazee wa kanisa ndani ya kifua chake, akakuruhusu kuendelea. Maana yake ni kama amesimama zamana, kakupa nafasi hata ambayo hukustahili, kwa sababu yeye ndo amekufungulia milango. Ndio kitu ambacho Yesu alikifanya pale msalabani. Bwana Yesu asiwe. Kama tunavyozungumza hapa, utaona kabisa alikuwa anazungumza pale, pale juu ya msalaba. sasa katika ile hali iliyokuwa nazuia zuia manaraka, kuna vitu viwili nyuma yake huwa kinageuka kinakuwa ni laana sasa. Yesu alijua sisi tumeshalaaniwa na kwamba hatuwezi kustawi kwa kitu chochote. Haya aya tunahitaji ustawi katika elimu, mambo yote mazingira yote katika vipawa, katika vitu vyote hatuwezi kustawi. Ikabidi yeye aingie, aichukue ile laana na ibandike ile baraka juu ya msalaba, ili kwamba yoyote atakayofuata msalaba atakayemwamini manake atafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana pia wanakuambia sheria ya Torati kwamba ukizungumza hapa nyuma, inakwambia kwamba hata sheria ile walihesabiwa haki. Yani wewe ukitaka kupata haki zako za kuwa umeolewa umezaliwa, una nyumba nzuri, lazima matendo yawepo. Na ndio maana tunaambiwa kwamba hata wao ili waweze, wana wa Israeli miaka ile waweze kupata baraka, ilibidi wawe wana matendo ndani ya, ya, ya nini, ya ile sheria, lakini kwa sisi pia ndio maana kuna kifungu kingine, Yesu akaja akatuongezea akasemaje, hata imani ambayo imekufa haina matendo haiwezi kufanya kazi manake, hata unapo, Yesu anaposimama kama zamana na yeye na na yeye anaangalia matendo ya imani yale, matendo ya imani, matendo yetu yakoje? Ndio maana yanafungua pia baraka na Yesu, iweze kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sio tu kuwa na imani, umemwamini Yesu. Je, matendo nayo yakoje? Maanake imani nayo inapimwa kwa matendo na na torati huku ilikuwa inapimwa kufanyaje kwa kipindi hicho, kwa matendo. Maana yake unahesabiwa haki kwa fanyaje? Kwa sababu unaifuata ile sheria. Sheria imekwambia hivi. Je, hayo matendo unayofanya, hiyo sheria ndio ilikuwa inakuruhusu upate? Mtu amekuwekea kitu chochote pale? Lakini huku katika imani, Yesu ameshaingia amesema, hiyo sheria ondoa, wao wakifata tu matendo yangu, mimi nawapa kila kitu, wanakuwa wako free, wala hahitaji mambo mengi, sijikuwa kwenye vikao kusajili, wakiniamini tu basi kwa sababu mfumo wa sheria kipindi kile ulikuwa unapitia ngazi nyingi, si upite kwa nani, ujadiliwe, ufanye nini? Akaondoa ule wote. Tunasema kwamba mfumo kandamizi wote ule, mnyororo wote mpaka upate haki nini, ye yeah, akasimama kwamba ukiamini okay, tu kila kitu kinakuja kwako moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa tunaweza kujifunza kwamba baraka zetu ndani ya msalaba hazipo tu hivi hivi bila, lazima tuelewe kwamba huo mfumo wa baraka umekaa katika imani, na ndivyo ambavyo unavyokwenda ndivyo mbingu inafungua na kila kitu kinavyokuwa kinawezekana na mambo yote tunaweza kujibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumeona kwamba mstari huu unatufundisha kabisa kwamba baraka ziko rohoni, katika ulimwengu alio, ziko wazi, zilishafunguliwa siko wakati wote, damu ya Yesu ilishamwagika, na ndio maana ukisoma kitabu cha Ufunuo hiyo 5 12 mpaka 13 unaona damu ikimwagika, na hata ukija katika huku ki, katika hichi kitabu tulichosoma hapa, tunaona nani ya msalaba nao inamwagika, maana yake mbingu zilikuwa shajua ni kwa sababu ya funguliwa hayo mbinguni na duniani imefanyaje? Yamefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kilichotokea kule katika kitabu cha ufunuo na huku tunakiona huku huku, maana yaliyofunguliwa mbinguni na duniani imefanyaje? Imefunguliwa. Baraka zilizofunguliwa mbinguni na pamoja na duniani zimefanyaje? Zimefunguliwa. Baraka za roho ni zilizofunguliwa, maana yake hata katika baraka ambazo zinaweza kuuka katika mwili zifanyaje? Zimefunguliwa. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa ni mchakato wa kuona kwamba baraka namna zinavyoweza kuja kwetu kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa tunaambiwa muasisi wa imani alikuwa ni Ibrahimu. Sasa baada ya Yesu kufungua zile baraka zote zile sasa baraka zote zile sasa kuzifungua baraka zile zikawekwa ndani ya Ibrahimu, kwa hiyo zilivyowekwa ndani ya Ibrahimu baraka zile zikakaa kwa Ibrahimu paka Yesu paka Ibrahimu akafanyika kwamba kuyafungulia na mataifa yote hizo baraka zote, utajiri, heshima na vitu vingine vyote vikawekwa ndani ya Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiyo, kwa hiyo tumeona kwamba baraka, mbingu inafahamu, kiti cha Mungu kinafahamu baraka, Yesu Kristu anafungulia. Yesu Kristo akishafungua hizo baraka hizo baraka zenyewe ambazo Yesu Kristo akishazifungua anazimaga kwa Ibrahimu, akishazimaga kwa Ibrahimu hizo baraka, nayo mataifa yanapokea, kwa sababu ndio baraka ambazo Mungu ametufungulia kwa wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunaona kwamba tunabarikiwa kupitia lango la Ibrahimu. Kwa hiyo sasa ni kwamba baraka ni mfumo. Lazima uelewe unapokuwa unaomba, unaomba katika picha ipi? Uone ukubwa kwamba mbingu inajua Ibrahimu anajua. Ndio maana Mungu alikuwa anambariki Ibrahimu kila kizazi na kizazi, kwa sababu alikuwa ameshafunika hapo kwamba baraka za mataifa yote, wakija kwa imani kama ya Ibrahim, wote wataweza kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baraka tumeona ni mfumo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie maeneo mengine ambayo baraka zinakuwepo, yako maeneo mengi ambayo baraka inakwenda baraka sasa, kuna maeneo mbalimbali tulikuwa tunaona. Katika Biblia tunaona baraka inaenda, inayagusa makabila, baraka inayagusa iko baraka ya maeneo kuhusu makabila. Makabila yote ulimwenguni, yote yana baraka. Iko baraka ya wakabila walioko, Wahaya, Wanyamwezi, watu gani, watu gani, kila baraka ipo. Ni namna tu wanavyojihusisha wao na mungu kumtafuta Mungu, ndiyo baraka inakuwa inakwenda hapo kwao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila kabila tulikuwa, ukisoma hiyo Mwanzo 49 28 tunaona kabisa kwamba namna jinsi makabila yalivyokuwa yanapewa zile baraka. Mtu aliye atusomee Mwanzo 49:28 naomba nisome na katika jina la Yesu. hizo zote ndio kabila za Israeli kumi na mbili, nayo hiyo ndio aliyowaambia baba yao, ya kuwabariki pamoja, moja kwa mbaraka wake aliwabariki Akawamr akasema ni, mimi ninakwenda kukusanya pamoja na watu wangu mnizike pamoja na baba zangu. Bwana Yesu asifiwe. Kila kabila unaloliona lina baraka yake, ni namna. Kuna wengi wanasema, mimi kabila fulani, anakata tamaa, mimi siwezi kufanikiwa. Baraka ishaachiliwa, kwa sababu Ibrahim alivyofanyika, aliyabeba makabila yote, akayaunganisha makabila yote kwa ile baraka. Kinachotokea huko ndani ni aina ya wale waliotutangulia, walikuwaje? Wanamfahamu Mungu, hicho ndio kinacho tutofautisha tu, lakini kila kabila limekiwa baraka na kila eneo limebarikiwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Baraka pia inakwenda katika nchi nchi, mfano nchi yetu ya Tanzania unaweza kukuta ina baraka zake nyingi, madini na kila kitu. Hiyo ni baraka ambayo Mungu tayari ameshaiweka. Namna ya sisi kustawi ni namna tunavyoendesha hayo mambo yetu, lakini nchi ishabarikiwa na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome nyakati kitabu cha pili cha mambo ya nyakati mstari wa 26 Kwa hiyo nchi inaweza ikabarikiwa, nchi tayari imekuwa imeshafunguliwa kama Kanani ilivyokuwa imeshabarikiwa, manake wana wa Israeli walikuwa wanaenda Kanani kwenda kustawi, maana yake nchi ilikuwa imeshafunguliwa. Nchi ilikuwa imeshafunguliwa kwa kila kitu, maana yake nchi yote Mungu anakuwa ameshafungulia mipaka yake na kuipa jambo lolote lile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nchi inaweza ikawa imeshafunguliwa katika mambo yote hayo, ili baraka za Mungu ziweze kutufikia. Bwana Yesu asifiwe, naona hapo tumechelewa. Eneo jingine ambalo baraka za Mungu huwa zipo, lango jingine au eneo jingine, huwa ndani ya wanadamu wenyewe, baraka ziko ndani ya wanadamu wenyewe na wanadamu wamegawanyika katika maeneo manne. Tunaomba tuangalie baraka za kwanza katika wanadamu tunaowazungumzia, cha kwanza kabisa ni watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika eneo la tatu la baraka ambazo zimegawanyika ni katika eneo la wanadamu, na eneo la wanadamu, wanadamu katika makundi hayo, kundi la kwanza ni watumishi wa Mungu. Tuisome Torati, kitabu cha Torati 33 mstari wa kwanza Kitabu cha Torati 33, aliyefika. Bwana Yesu asifiwe, naomba niisome. Hiyo ndiyo baraka ya Musa huyu mtu wa Mungu aliyowabariki wana wa Israeli kabla ya kufa kwake, akasema: Bwana alitoka Sinai, akawaondokea wa, kutoka Seiri. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu hawa tunapokuwa nao katika mazabau, ndani ya vinywa vyao kuna mambo mawili wana baraka au wana laana, inategemea namna tunavyohusiana nao na namna tulivyo nao. Kwa hiyo wao wana mlango mkubwa, hata Musa tunaona katika kiti chake. Makuhani hao watumishi wa Mungu, kiti chao huwa kina baraka, na ndiyo maana tunapokuja ndani ya kanisa hili huwa tunakuja kwa vitu vikubwa viwili tu, kutafuta ufalme wa Mungu na kutafuta baraka. Ndio mahitaji makubwa ya Mkristo yoyote, kuwa na mapatano na usi, na ufalme wa Mungu na kuitafuta baraka kwa hiyo sasa watumishi wa Mungu huwa wanatutolea baraka mbalimbali, wakabarikiwa katika eneo fulani, wakabarikiwa huku na huku na huku. Kwa hiyo watumishi wa Mungu huwa wanatoa zile baraka kadri ambavyo Mungu anapokuwa ameelekeza kadri ya uhitaji wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Eneo jingine ambalo baraka ndani ya wanadamu ziko ndani ya malango ya wazazi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome kitabu cha Mwanzo 49 26. Wazazi wako yaani ya nafasi ya wanadamu, wazazi wako wanaweza wakasimama lango la baraka, itategemea kiwango cha mahusiano, kiwango cha wewe ulivyokuwa nao, kiwango cha wewe unavyokaa nao, sheria zao unazitiije, mawazo yao, maagizo yao, unakaa nao vipi? Bwana Yesu asifiwe. Sasa tusome kitabu cha mwanzo 49:26. Katika jina la Yesu tuombe tusome. Mibaraka ya baba yako Imepita mibaraka ya milima ya kale vitu vinavyomtamanika kwa vilima vya milele na vikae juu ya kichwa cha Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni baraka za wazazi, baraka za wazazi zinakwenda. Tuliona Isaka namna alivyombariki nani yule kijana mwingine, alikuwa ni Yakobo. Kwa hiyo kwamba wazazi wako, jinsi unavyoishi nao, jinsi unavyokaa nao, wana milango ya baraka ambayo wanaweza wakaifungua kwako, namna unavyokaa nao, baraka ya wazazi wako iko pamoja na wewe. Hatima yako ya baraka zako, wazazi wako wanaiyo nafasi, wanaweza wakatumika. Na ndio maana ukisoma sheria za Mungu anazungumza pale, wapende wazazi wako kwa kila kitu. Maana yake alikuwa anajua kabisa Mungu kwamba kuna kitu kimefichwa huko ndani ya hizo baraka, ili Mungu aweze kutusaidia katika jina la Yesu. Yesu asifiwe. Eneo jingine la baraka za mtu ziko kwa mtu binafsi, mtu binafsi kutumia kinywa chake. Naomba tuisome Yakobo tatu. Yaani sisi wenyewe aina ya yaani tunaweza tukaamua baraka zetu sisi wenyewe binafsi, sisi wenyewe binafsi tunaweza tukaamua baraka zetu ziweje baraka zetu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kinywa chako kinaweza kikatamka baraka au kikatamka laana. Kinywa chako mwenyewe kinaweza kikaamua kuwa na baraka, kutamka baraka au kutamka laana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kinywa chako kina nguvu ya baraka au kina nguvu ya laana. Naomba Yakobo 3, kitabu cha Yakobo 3 mstari wa kumi. Naomba nisome katika jina la Yesu. Kitabu cha Yakobo 3 mstari wa kumi. Katika kinywa kile, kile kile kutoka baraka na laana. Ndugu zangu haifai mambo hayo mambo hayo kuwa hivyo. Je, chemchemi katika jicho umoja kutoa maji matamu na maji machungu? Bwana Yesu asifiwe. Matamshi yako wewe mwenyewe, malawama malalamiko, ma vitu mengi unayokuwa unajitamkia wewe mwenyewe yanaweza yakaamua kubeba laana au kujirudisha katika torati wewe mwenyewe ukajilaani, ukajirudisha katika torati, au ukajirudisha, ukatoka katika torati, kwa kuwa unajitamkia. Kinywa chako kiwa kanazungumza mambo ya baraka, kubariki watu Kubariki nini? Kinywa chako kinaweza kikupeleka katika baraka kikakurudisha katika msalaba wa Yesu Kristo, katika nafasi ya baraka. Kinywa chako mwenyewe, ukiangalie unavyokuwa na watu, kinywa chako kinaweza kikaamua kikupeleke wapi juu ya hizo baraka. Bwana aturumie katika hilo eneo. Jingine la nne ndani ya watu ni mahusiano yako, yako na watu, tabia zako, mahusiano yako na watu kinaweza kikaamua baraka zako Naomba kitabu, tusome kitabu cha Misali kumi na moja sara, ishirini na sita Kitabu cha Misali, kitabu cha Misali kumi na moja ishirini na sita Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisome katika jina la Yesu, Misali, msali wa kumi na moja kitabu cha Misali kumi na moja Mstari wa ishirini na sita awanyimaye watu nafaka, watu watamlaani, auzae nafaka, baraka itakuwa kichwani pake. Bwana Yesu asifiwe. Huu mstari unauzungumzia hali fulani ya ubinafsi au mambo ubinafsi. Ni tabia, tabia zako mbele ya watu zikoje? Watu wanakusemaje? Watu wanazungumza nini? Kwa hiyo watu wana nafasi kubwa ya kukulaani, kuzungumza unavyoishi nao, tabia zao, vitu vingi unavyowafanyia watu. Ndio maana walimwengu wanasema kwamba alishindwa na mama yake atafanya kufunza nini? Kufunza nini na ulimwengu? Walimwengu ni watu. Kwa hiyo jinsi wewe ulivyo na watu, wanaweza wakaamua aina ya mipaka yako, kukulaani au kukubariki. Jinsi ulivyo na watu, jinsi unavyohusiana na watu, hata ndani ya kanisa unahusiana vipi na watu, unahusiana vipi na wachungaji, wazee na watu wengine wote. Kwa hiyo hicho ndio kinachoweza kuamua una mahusiano yako na watu, tabia zako zikoje, zinaweza zikafungua njia ya laana au baraka. Bwana Yesu asifiwe. Eneo jingine ambalo baraka kwenda baraka, kutembea katika kanuni kupitia sadaka katika eneo la uzalishaji, baraka zinamwagika ndani ya lango la uzalishaji kupitia kanuni za sadaka. Bwana Yesu asifiwe, naomba tusome kitabu cha Ezekieli 44:30, Ezekieli 44:30. Tunachojaribu kuzungumza hapa ni kwamba mfumo wa uchumi wa uzalishaji wa bidhaa na huduma mbalimbali. Watu wanahitaji kubarikiwa katika uchumi, watu wanahitaji kubarikiwa katika hali ya uchumi, kazi, shughuli wanazofanya. Sadaka ziko sadaka, nyingi zina kanuni yake na utaratibu wake, hizi ndio zinaweza zikaamua hatima ya baraka ya mtu katika lango la uchumi. Na ndio maana uchumi wa dunia yote, uwe ni unaoendeshwa na nguvu ya nuru au nguvu ya giza, kinachoweza kuumiliki na kutawala ule uchumi ni sadaka ya mtu, awe upande gani? uawe ni upande wa nuru, awe ni upande wa giza. Sasa katika upande huo wote, mm-hmm. anaoenda mtu ulimwengu wa roho, uwe wa nuru, uwe wa giza, baraka unaweza ukaichota au ikakaa ndani ya malango ya sadaka ambayo yanaenda kugusa mfumo wa uzalishaji wa bidhaa pamoja na huduma. Zipo kanuni za sadaka mbalimbali, hiyo mbali, ni malimbuko au ni mafungu ya kumi. Kwa hiyo yale ndiyo yanaweza yakafungua njia katika hilo eneo, kwamba ubarikiwe kwa namna gani. Yesu asifiwe, naomba tusome kitabu cha Ezekieli 44:30, nasema na kitu cha kwanza cha malimbuko yote ya vitu vyote, na kila toleo la kila kitu cha matoleo yenu litakuwa la makuhani tena mtampa kuhani sehemu ya kwanza ya unga mbichi, ili kukalisha baraka juu ya nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Hii tu ni sawa na ile kitabu cha Malaki anapozungumzia mafungu ya kumi na vitu vingine. Sadaka zina utaratibu mbalimbali, kwa hiyo tunapozisikia mara nyingi huwa kuna nguvu ya baraka iko huko ndani ambayo inahusiana na mfumo wa uzalishaji au huduma mbalimbali mbali. Kadi unavyokuwa unaweza kuitoa kwa hiyo baraka imeangushwa pia huko. Kwa hiyo aina ya mfumo ulionao juu ya utoaji wa sadaka ukija katika mazingira tulizungumza kwamba inakuja kwa njia ya imani. Sasa inawezekana kuna mtu anakuja kutoa sadaka akiwa katika kimvuli cha torati, hawezi kubarikiwa. Toa sadaka katika kimvuli cha imani ambayo unamwamini Yesu Kristo ili uweze kubarikiwa. Ziko kanuni mbalimbali mbali za utoaji wa sadaka, kadri utavyokuwa umeelekezwa. Hawa wenzetu walikuwa wameelekezwa kwa nyakati ile kwamba unapoanza msimu wa kwanza, labda umeanza mwaka kesho, limbuko la kwanza la kwako unataka liweje? Unamwambia Mungu kama ni limba, malimbuko yako ya kwanza ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita utayakabidhi utayakabizi yote kwa ule mwezi wa kwanza, ndiyo yanaweza yakaamua hatima yako. Ukija upande wa pili wa fungu la kumi, nako utachota kitu kingine huko. Kwa hiyo yako maumbo mbalimbali ya sadaka na staili mbalimbali za sadaka, kadri ambavyo Mungu anavyokuwa amekuelekeza ambayo vinaweza vikaamua hatima ya baraka zako katika mfumo wa uzalishaji ili uweze kutawala na kumiliki uchumi ambao Mungu anahitaji uwe nao katika viwango ambavyo Yesu Kristo ameshakusudia katika zile baraka za rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Eneo jingine ambalo baraka huwa zipo, baraka huwa zipo huwa zinipo ndani ya majira au aina fulani ya msimu. Msimu wowote ule huwa una baraka zake, kila mwanadamu ana msimu wake. Upo msimu katika mfumo wa maumbile labda ya jinsia, unapitia katika hali ya utoto, utu uzima, uchumba, kuna msimu, kuna baraka iko huko, inaweza ikakaa huko, ipo katika mazingira ya asili ya majira, labda mfano kama sasa hivi tuna msimu ambao mvua yake, hiyo ndio baraka iko kwa huo mfumo. Upo msimu wa biashara fulani huko, msimu wa kila kitu, yani kila kitu kina msimu wake, kila sekta ina msimu wake. Sasa huko ndani ya sekta huwa kuna baraka zake, ambavyo ndio mfumo wa Mungu ume, umesimama huko. Kwa hiyo wakati mwingine ni wewe kuwa unaelewa tu kwamba huu msimu baraka ni zipi? Uweze kucheza nazo, uweze kumdai Yesu Kristo kwa imani katika huo msimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima yani, kuna vitu ambavyo tu unaelewa kama upo msimu wa shule, wana, wanauza station wana msimu wao, wanauza vyakula wana msimu wao, wanauza kitu chochote wana msimu wao, wafugaji wana msimu wao. Yaani kila mtu ana msimu wake. Sasa ni wewe unavyomwambia Mungu hicho kipindi cha huo msimu kiwango chako cha imani ndio kinachoweza kikafanyaje, kikavuta hizo baraka zote. Yani kila mtu ana msimu wake, hakuna mtu ambaye hana msimu. Kila mtu ana msimu wake katika maisha, jinsi Mungu ambavyo alivyozigawa baraka katika huo msimu, maana kila mtu ana msimu wake, ili Mungu aweze kumnyanyua na kuweza kumbariki. Bwana Yesu asifiwe. Tuisome Zaburi ya Zaburi, mstari sura ya kwanza mstari wa tatu. Inayotukumbusha kuhusiana na masuala ya msimu, kwamba kila kitu Mungu ameshakikirimia katika kila mtu Zaburi kitabu sura ya kwanza mstari wa tatu. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kandokando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halitanyauka, na na kila alitendalo litafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ana msimu wake. Kuna kipindi wewe ndio kijito chako unatakuwa upande mambo yako, upande mawazo yako, upande fikira zako, upange mipango yako kutokana na msimu fulani uweze kwenda nao. Bwana Yesu asiwe. Hata ukitazama Yusufu, alikuwa na msimu wake mzuri wa miaka saba, na lakini pia alikuwa na msimu ambao sio mzuri, ifanyaje wa ile miaka saba ya njaa. Kwa hiyo ujue kiwango cha imani unachokuwa nacho katika kila msimu, ili kila msimu usiweze kukuacha utupu au kukuacha katika ukiwa. Ni wewe unatakiwa uongeze. Kila mmoja na msimu wako, kila mmoja na ufahamu msimu wake. Huo msimu wako ufahamu, ingiza imani ya kutosha ili Mungu aweze kujinyanyua zaidi na kukubariki katika hizo baraka. Kama tulivyosema baraka ni mfumo, manake ufahamu majira yako, ufahamu nyakati zako ni zipi, ili uweze kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama umefikia lango la uchumba jua unafanyaje. Uko katika lango la kuwa umeshaolewa huo ndio msimu wako. Upo katika lango la uzee, dai vitu vyako. Kwa hiyo kila msimu una haki yake. Aliye darasa la saba anajua haki zake, aliye sekondari anajua haki zake, aliyeko chuo anajua vitu vyake, maana kila daraja lina msimu wake na kila hatua ina msimu wake, ili Mungu aweze kusimama na kuweza kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama tumeshajifunza kwamba tuna hayo maeneo matano ambayo ya baraka juu ya tumeona ma, na katika makabila kila kabila lina haki. Kama Ibrahimu alishafungulia milango ya baraka kwa mataifa yote, kila kabila lina haki yake. Hata mataifa yetu, kila nchi ina baraka yake. Wewe unaweza ukashangaa waarabu wanaishije? Wana baraka ya mafuta, na sisi tuna baraka ya madini, wengine nao wana baraka yao, kila eneo. Bwana Yesu asiwe wako. Mikoa mingine nao wana matunda yao, walioko Dodoma wanaishi kwa zabibu na mambo mengine yote, walioko Kigoma ziwa linawatosha, maana kila nchi ina baraka yake, kila ardhi ina baraka yake. Ni namna ya kuisemisha ardhi, kumwambia Ibrahim kupitia Yesu Kristo kwamba baraka za mali hapa na zidai. Mungu ni bariki. Bwana Yesu asifiwe. Wewe na watu ukoje? wewe na na watumishi wa Mungu ukoje? Wewe na wazazi wako ukoje? Wewe na ulimi wako ukoje? Lakini wewe na watu wanaokuzunguka ukoje? katika maeneo mbalimbali, ni kazini, katika jumuiya zote za watu wanapokuzunguka katika kanda, watu wanakuzungumzaji katika idara wewe na watu ukoje? Kinaweza kikaamua ndani ya kanisa nje ya kanisa, hata katika mambo mengine. Je, sadaka zako, kanuni zako zikoje? na majira yako na msimu wako unatambuaje? majira yako, udai haki zako, ili baraka za Mungu ziweze kukunyanyua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kumekuwepo na changamoto mbalimbali, mbali ya baraka sasa tufahamu hizo changamoto. Changamoto zipo katika baraka. Kama tulivyozungumza kwamba ni mfumo. Na ni mfumo unatoka katika nuru kwamba nuru ndio inaachia hizo baraka kupitia Yesu Kristo. Ufalme wa Mungu ndio unaachia kupitia Ibrahim na wao unakuja huo wa mfumo ili baraka mtu aweze kuzipata. Na tuona unadondoka katika hayo maeneo yote tuliyoweza kuyataja. Lakini hizo baraka zinapataga vita. Kuna ulimwengu mwingine wa giza na unaweza kufanya vita kwa ajili ya kuziweza baraka. Kwa hiyo changamoto ya kwanza ni adui kudhibiti au kuzikwamisha baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome kitabu cha Nehemia 13 mstari wa pili tuone kwamba una baraka unazo zibisha.